Tukumbushane kuhusu ushindi wa msalaba, tukumbushane kuhusu Golgotha, tukumbushane kuhusu Calvary. tukumbushane kuhusu uokovu wetu kama Wakristo. Gharama zote Yesu alilipa, ili sisi wanadamu tupate ukombozi. Kwa kupigwa kwake, Biblia nasema seme sisi tumepona ya kwa kupigwa kwake, sisi tumepata ukombozi. Bila damu ya Yesu hatuwezi tukatakaswa, hatuwezi tukaondolewa uchafu. Kuna damu ambayo ilipita damu ya Abeli, ilipita damu ya Daudi, ilipita damu ya Ibrahimu, ni damu ya mwana kondoo Yesu Kristo aliyekufa akafufuliwa. Unasubiria nini kuokoka? Ndugu yangu, unasubiria nini kumpokea Yesu ndani ya maisha yako? Yesu alilipa gharama. Machungu unayoyapitia leo hayawezi yakalinganishwa na machungu ambayo Yesu alipitia msalabani kwa ajili yako, wala mateso ambayo unayopitia leo hayawezi yakalinganishwa na mateso ambayo Yesu Kristo aliyapitia juu ya maisha yako msalabani. Ndiyo, yawezekana na shida nyingi, unawezekana na matatizo ya kifamilia au matatizo kadhaa hapa na pale, lakini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu mfalme wa falme simba wa kabila la Yuda yeye ni Mungu asiyebadilika ni Bwana mabwana anayepita Muhammad anayepita Buddha anayepita miungu zingine zozote zile yeye ni Mungu aliye juu ya vyote amina kwa hivyo leta mizigo yako kwa Yesu uje kama ulivyo dini zingine zinakwambia ufanye vitu kadhaa ili upate amani, ulipate nini? Lakini Yesu anakuambia leta mizigo yako, ana haja na hiyo mizigo. Na wengine wanakwambia ili upate kupona, ili upate ukombozi, utoe masadaka, utoe makafara. Lakini sisi wa Kristo hatuna aina hiyo. Yesu Kristo alitoa damu yake ili tupate kuitwa wana wa Mungu. Unangojea nini kaka yangu, dada yangu? Mpokee Yesu leo. Yeye alimaliza yote. Hata kama una addiction ya ulevi, Yesu anaweza akakusaidia ukashinda addiction hiyo. Hata kama una addiction ya kunwa madrugs ya kulevya, madawa ya kulevya na unataka kuviacha lakini unashindwa ya addiction ni kitu kibaya sana. Maana ukishakuwa addicted kwa kitu fulani, inakuwa ni vigumu sana kukiacha, lakini nina ujumbe mzuri kwako ya kuwa Yesu anapita hayo yote, anaweza akakusaidia ukaachana na madawa ya kulevya, ukaachana na sigara, ukaachana na pombe, ukaachana na usharati na uzinzi, ukaachana na tamaa mbaya, maana yeye alipigwa ili wewe ukombolewe ili wewe ukombolewe. Lakini huruma zake hazitadumu milele, wala neema hii ama invitation hii ya wokovu haitadumu hata, haitadumu milele. Leo neno la Mungu nasema leo ndio siku ya wokovu, leo ndio siku ya kumpokea Yesu, leo ndio siku yako ya kumjua Kristo, kwa sababu leo ukisikia sauti yake usifanye roho yako kuwa ngumu ukisikia sauti inabisha moyoni mwako kuokoka kutubu kutafuta Yesu usifanye roho yako kuwa ngumu njoo kwa Yesu anakupenda Shalom.